Yawa sasa ni eh, yawa Nyasae nini? Yasa kama watu wakunywa hawataki ukule. Unajua naota kitu bwana, niko kwa milima na teremuka na teremuka. Ni nini mbaya, una sauti. Unaona kama mama yeye imepasuka hapo, lenza lenza. <coughs> Lensa, sina kuangaleza watu wa kwetu gani kwa mayai, unatepazua mayai. Kwani wewe uko hapa peke yako, huwezi concentrate na mayai mbili. Bwana unapasua mayai chini ya kutajua tu ya kutafuta mtu mdomo. Baby question tuna wewe uko hapa peke yako unafikiria nini? Sasa unadhani mimi naweza pasua mayai nikipenda? Sasa hii ni kizirani gani sasa? Mbona unapasua mayai? Unajua mimi na hata ni kama niko kwa mama. Hizo yolk yawa. Na, na, na, hata ni kama naanguka chini, kumbe mayai yangu Im, wewe ndio umeleta ndoto, ya ndoto ya Ibilisi. Nilijua watu wakunywa watataka kubadilisha maneno na kitu kidogo kama mayai. Watu wa kwenye wataki nikae kwa hii nyumba. Wao ndio wanataka tuishi na wewe kwa ndoa kama mayai moja mbili, ndio uwezi kuangalia, unafikiria vitu zako hapa na Kwani hii mayai ulikuwa unaangalia nini kila saa kwa, kwa simu nakati si kwa kwa kwa kwa na kitu imenunuliwa na pesa. Sasa mayai moja ndio una bwana, unapasua mayai unaivagia na dasta, na bado unaweza ichota hapa unavagia ya nini? Sasa kitu ishaanguka chini unataka niokote tukule yawa. Hizo ni sasa mimi hizo hasara sitaenda. Hii maisha kila kitu lazima uconcentrate madam. Sio kila kitu ni easy. Not everything is easy. Mtu amenunua mayai sasa hii imepanda bei. Wacha kunipigia kelele juu ya mayai moja. Mayai si unaweza nipatia 15 bob niende ninunue. Nakupatia wanatoa wapi? Na hiyo 15 pia iko na mpango yake. Everything iko kwa baje. Tunapazua mayai nyama kilo, kilo. Wacha wacha. <laughs> Si utawacha hapo nyama kilo zuzu, hata zuzu afadhali. Mayai inaanguka ina, yes. Unafanya kitu unajua, mapenzi mdomo, mapenzi ya ujinga sitaki. Unapima mapenzi yangu ati bigger one. Kwa nini hii nyumba ziwezi nunua hata flat screen? Hmm, si hizo ndio ujinga. Wakina mwanangu wakina diyo wakikuja hapa umesasa idiana. Hiyo na ujinga. Kitu na... wewe mwenyewe ndo umekumbe watu wakwenyu nda wataki nikai kwa, kwa nyumba na mba. Umeniambia ulikuwa naota unaanguka unanguka, Na Mbiko kwa melema kumbe mayai yangu ndiyo inanguka chini. Mbona unapasua mayai? Mbona kama hiyo kwa ndoto. Kwa kweli naingiana wapi na hii mayai? Hiyo kitu umeona kwa ndoto waje. Lensa, ukiza pasua mayai moja ndio hii umeweka hapa. Kusika tu hivi pole pole hivi na uweke kidogo. Concentrate with your life. Utaharibu ndoa na vitu ndogo ndogo. Nakwambia, na unadhani ni mchezo. Wanawake wako huku nje wanataka mabwana kama mimi. Wenye wanaweza leta tu hata mayai moja. Unataka nini? Wako wapi? Wenye wanakutaka wako wapi?

Wewe unacheza na ndoa na wanawake wanatafuta ndoa. Hii ni ndoa ama ndoano? Hii ni ndoa. Hii si ndoa. Happy Limare. Maya mayai ndiye na haribu ndoa. Mayai tu. Mimi sidhani hizo vitu kubwa kubwa ati nitakupanda na mtu huko eh, huko kwenye wataki yeah, ukae na bibi. Unasema tu jua kuna venye unaota ati mayai inatiririka. Kume maya, naota kitu, kume ni ndoto mbaya mayai inaanguka chini. Mm. Hii meza kumbe nimelema fulani. Wewe ndio kwenu kuzio mzuri. Wewe ndio kwenye, kwenye sio mimi. Watu wa kwetu wote wameoleka na wako na furaha kwa wow, kwa kila mtu na bibi yake. Hapo mahali wameoleka. <laughs> Yati, nipasue, pesa, eh? niyede, mayahi, kuna mawa wakora. Hapo kuna wakora wanijui. Sasa hii mtu mtu mtu anakuambia badala uambie bwanako, bwanangu pole, wacha tuombe. Labda mtu amepasua mayai hiyo ndoa iharibike. Hiyo uganga hutanipeleka nayo mahali. Eh, ati nipazue mayai. Nipatie pesa niende ni ongeze mayai. Unapasua mayai alafu unataka kuongeza nyingine. Hiyo ni kupima nani akule. Sasa moja itatusi. Which kind of wallace is that? Iyo fala peleka kwenye huko. Na mayai moja itatosha yao. Siku moja nitakuacha utahangaika hii Nairobi, utahangaika. Mimi ni mwanamke bomba, huo ni bomba. Hata kuwa bomba la. Mimi ni mwanamke mwenye niko na oh, mkono hey, oh. zangu mbili. Uwezi nishtua. Akili yako inakudanganya okay. na hiyo. Hatuna tena mkizi. Kwanza ukiniacha that is a disgust. Hakuna disgust. Blessing in disgust. Oh, nani atawa mtu anapasua mayai kitu simple. Hawajui nimepasua. Kitu simpo mtu mwanaume anataka respect, respect, wacha kupasua mayai na kichwa ngumu, wanawake hmm. E. Oh, wanataka tu mtu anawabalansia diet, na kama hiyo inbox nitapata mtu hiyo siku ndio utapata

Naweza rudi nipige rangi, nishapata mtu mwingine. Piga rangi vizuri a laugh. Oinakaa Maria akibembeleza Yesu, ni nirudi nifanye kazi ya mjengo, najua kutengeneza. Awa mama si haki <laughs> kukuambia kitu utajinyonga bure, awa mama <laughs> they hear my doings my doings <laughs>

Wanataka niende nikunywe Jack Daniel. Jack Daniel ni pombe. Wewe unajua pombe? Wewe unajua pombe? Wengine wanataka niende nikunywe Johnnie Walker. Johnnie Walker ni utembe uje. Wacha kuniletea mdomo. We well, uko na bahati na respect, mbuzi yenye nilipeleka kwenye goat, yenye nilipea na mtoto mbuzi kiwete mwenye mtoto alibaki yatima pia kashikwa na stress. Siku hiyo mbuzi itanikujia kama spiriti seme, I'm in peace. Unaona hivi tu ndogo ndogo, wewe, unaona ni kama mayai, ni kitu ya kupigia mtu mayai, ni kitu ya hii mayai na. Na kwani mayai ni kitu A symbol ya of marriage and the business. Soma Biblia na hiyo kichwa yako leo. A symbol of marriage. No, no, no, no, no. before they do usebe. Kwani mimi si naenda kula hata mali na kulanga kwa site na nitalipa? Wacha niraru. Cheza wewe, utabwana atakuacha hapo na utahangaika. Na hiyo mayai moja itanitosha, si uniachie 15 bob. Si upika na hiyo sele yake hiyo yenye imetoka hiyo ukuta ya sisi. Pika ni mzuri scientifically. Hata kuniletea mdomo. Unapasua <laughs> mayai atuambiwi. Ati sasa unapembeleza ati wewe. Sasa mayai ni kitu cha kupika. Hakuna hot cake hata. Hauko hata warm. Mimi ni hot. Wewe sio hata warm cake. Si niletee mdomo. Mimi ni cake. Black, black, black Forest. Black Forest hakuna keke ya black ni blackberry. Ni Black Forest. Na huko zama na umekazana na vitu unaita forest kwa keke. Kuna Black Forest. Kuna keke, keke ya Black Forest. Wacha kwa e, ni aibisa kwa nyumba ya mabati watu wanapika. Black Forest wanatikia. Kuna keke. Sasa hiyo ni forest gani? Karura Forest. Inaitwa Black Forest keke. Hiyo unajua wapi kama sio kuwa? Si nilikuwa nafanya kwa bakery. Unadhani mimi ni kama wewe? Mimi nimefanya kwa bakery woi. Una mayai na mani, wachana na mimi nabeka, wacha nitengeneze ni, tegadeze, nirarue na hii moja itatosha yao.